Yes mambo vipi? Moja kati ya taarifa ambazo zimeweza kutufikia ni ajali ya ndege ambayo imekwisha kutokea eh, huko India. Moja kati ya aina ya ndege ambazo zinapatikana huko inaitwa Air India ambayo imeweza kuanguka wakati wa kuweza kupaa. Kupaa, unaweza kusema wakati nataka kupaa, kuondoka kwanza safari kuelekea London ikaweza kuanguka na kuweza eh, kulipuka. Sasa ndege ya Air India iliyokuwa ikielekea London ilianguka muda mfupi mara baada ya kuweza kupaa eh, kutoka katika uwanja wa ndege wa Sardar Vallabhbhai Patel ambapo pia abiria zaidi ya 242 walikuwemo ndani na inahofiwa kuwa na vifo vingi sana, kwa sababu mpaka sasa hivi bado ripoti hazijaweza kutolewa, kwamba kifo labda vimetokea vifo kadhaa bado, lakini inaweza kuhofiwa sana kwamba vifo vinaweza vikawa vingi mara baada ya muonekano tu wa ajali hiyo kuweza kutokea. Sasa wakazi wa eneo hilo pia waliweza kuripoti mlipuko mitatu mikubwa, ambayo pia ilifuatwa na moshi mzito ambao ulikuwa unatoka eh, katika eneo hilo. Sasa taarifa zinaendelea kusema kwamba zaidi ya magari matano No, yaliweza kupelekwa pale ili kuweza kusaidia kuweza kuzima na kuweza kuanza katika shughuli zima za uokoaji, nikimaanisha magari ya kuweza ya uzimaji moto ambao pia anaweza kupatikana kutokea katika eneo hilo. Sasa wakati wa kupaa ile ndege ambayo ilikuwa ni eh, aina ya ndege ni Boeing 787 ambayo ndio ilikuwa ni aina ya ndege hiyo ambayo imeweza kupata ajali mara baada ya kuanza tu kuweza kupaa na moshi kuweza kupinduka karibu na Sardar Vallabhbhai Patel International Airport ambayo pia inapatikana huko India. Lakini pia sasa ndege hiyo e, ilikuwa imeelekezwa London, kulingana na ripoti mbalimbali ambazo zilikuwa zikieleza kuhusiana na ndege hiyo. Lakini pia imeweza kutumbukia katika eneo la Meghaninagar, karibu na maeneo ya makazi, namna ya moshi mzito lakini uliweza kuinuka juu ya hewa ikionekana wazi kabisa. Huduma za dharura zimeweza kutolewa katika masuala mazima ya kuweza kuzima moto na zilifika kwa haraka zaidi katika eneo la tukio. Hadi sasa hali ya vifo na majeruhi bado haijawekwa rasmi. Ripoti bado zinaendelea za uchunguzi rasmi ambao pia uko chini ya DGCA wa Air India ambao unaendelea kutoa maswala mazima ya uchunguzi kuhusiana na taarifa hiyo, kwamba vifo vitakuwa vingapi, majoria yatakuwa mangapi. Endapo taarifa hizi zitatoka, basi sisi tutakuwa kwanza kabisa kuweza kukupatia updates hii. Endelea kutufuatia katika mitandao yetu ya kijamii nikimaanisha Facebook, Instagram pamoja na X, bila kusahau pale YouTube, ukisubscribe channel yetu, utakometisha kinomanoma chao.